Utakii kuumiza kichwa kivile, jambo tayari lishajionyesha hadharani. Utakii kuumiza kichwa, tumebakisha mechi tatu mechi, mechi tatu. Watani wamesema hawaji, tayari washatoka nyoo ya mapema hiyo, tayari tuna pointi tatu na hao washajitoa. Tarehe kumi na tano wa, mwezi wa, wa sita, hiyo tayari washajitoa pale, tuna alama tayari tatu, tumebakisha mechi mbili tuna mechi na Kagera tutachezea hapa hapa nyumbani kwetu. Tuna mechi na Ken Gold tutakwenda kucheza si popote takupata kukupeleka. Kwa maana hiyo target yetu ni kupata alama sita tu basi. <tipas> <tipas> Ah, hii kwanza wa na washukuru sana wachezaji wangu, nashukuru sana technical bench kwa ujumla. Wachezaji wangu wametumia uzoefu, wachezaji wangu wametumia eneji kubwa sana katika mechi za back to back zile nne nafikiri za ligi mliziona zilivyobatana. batana. Tukaenda Moroko, nafikiri mliona wote, mlishuhudia mechi ilivyokuwa tafu. Hatujatulia tukijiandaa tucheze rupaso, goma likapelekwa Zanzibar, wachezaji wakapambana fainali kama mlivyoona. Wachezaji wangu kipindi cha pili, dakika kama za mwanzoni, walicheza wakiwa pungufu wa, walitumia eneji kubwa sana, na Singida sio timu ya kubeza, na kama mwenyewe ulivyoona na shukuru sana wachezaji wangu target kwenye round kama hizi ni kupata alama tatu, tumepata tayari alama tatu. Wana Simba tuna enjoy. Wana Simba tuna fly. Na pongeza sana wachezaji wangu wametumia nguvu kubwa sana pamoja na uchovu, kazi yao wametekeleza ile inavyotakiwa. Nimefarijika, nimefurahi sana sana kwa pasi. A leo pasi zilikuwa nyingi sana zilikuwa pasi milioni 999,000. So nyingi kivile, kitu tunayopata ni singila tena. Singida kituo kinachofuata tunakwenda Manyara mungu akipenda, kama kawaida, ratiba yangu natimiza miaka kumi na tatu, na miezi miwili na, na jumapili mbili ya kuingia kanisani nitasali pale Babati alafu ndo tarudi zangu Dar es Salaam siku ya Jumapili, wakati Jumamosi tarehe 31 tayari tushatimisha shughuli yetu, ili tushalimaliza, tunakwenda kwa shirikisho, shirikisho amba ndo CRDB Federation. Lakini target yetu sisi Simba Sports tumekuja kwenye mashindano yenye azi yetu hapa, klabu bingwa hii klabu bingwa tuocheza leo. Kwa hiyo tutakwenda kwenye shirikisho kule, sasa wachezaji watakuwa wamepata nafasi ya kupumzika ile sawa sawa. Ubaya ubera utaendelea, tunaupeleka ubaya ubera Manyara pasi na shaka, na yote pamoja pamoja, kicha chanyoka uwakibebu muzigo pasi milioni